Leo ni siku yetu ya harusi, siku ambayo upepo utabeba harufu ya kila ua lililopo kwenye ukumbi wetu, nyoyo zetu zitasimama kwa sauti moja. Natamani kuona ulivyopendeza ndani ya shela, najua nawe unatamani kuniona ndani ya suti, lakini kubwa zaidi, leo nakuwa wako wa halali. Tazama ukumbi, harufu ya maua yenye kuvutia na kupendeza. Leo ni siku ambayo natamani muda usimame, siku ambayo macho yangu yataangalia macho yako tu na moyo wangu utapiga mapigo ya furaha. Nawaza ukitembea polepole pole kwenye kordo ukiwa umependeza vizuri na mavazi yako ya harusi, uso wako ukitabasamu kwa aibu, na midomo yangu ikisema kwa sauti ya ndani, huyu ndiye wangu. Tumekuwa kwenye safari ndefu, safari ambayo tulilia pamoja, tukacheka pamoja, na leo tunahitimisha ahadi kwa vitendo. Leo tunaandika historia yetu. Nilitaka iwe ndoto ya kweli, na sasa imekuwa hivyo. Nafikiri kuna jambo sijakwambia. Mama alilia asubuhi ya leo akisema umekuwa mwanangu, na sasa unampenda kweli Baba akasema kwa sauti yake ya kina, mtunze huyu uliyempata, ni zawadi ya Mungu. Nimeambiwa kila kitu kipo tayari, meza zimeshatandikwa, maua ya waridi yameshapangwa, sauti za kitaa na miziki ikicheza kwa mbali, na moyo wangu ukisema, nimesubiri na sasa anakuja. Leo hata anga inajua. Hata upepo unavuma polepole pole, kama kuwasilisha baraka zake kwenye ndoa yetu. Wakati mlango wa ukumbi utafunguliwa, mimi na wewe tukiwa tunaingia, kila mmoja atageuka kutuona. Watoto wakicheza pembeni mabibi wakisimulia enzi zao, marafiki wakitabasamu kwa wivu wa heri, na mimi natembea na wewe tukielekea mbele. Bibi alisema atafukiza ubani. Aliniambia hii maana yake tukifukiza ubani tunakuwa tunafukuza huzuni, tunakaribisha furaha tunahusisha mbingu na ardhi kushuhudia agano letu. Leo moyo wangu unapiga tofauti na kila siku. Hatua zako ukitembea ni kama muziki wa taratibu, na kicheko chako kinichekea. Najua najua, bila shaka wewe ndiye niliyekusubiri. Harusi hii ni ya ndoto, lakini maisha yetu baada ya hapa ndio zawadi halisi. Leo nimevaa shati, lakini moyo wangu umevaa zaidi. Umevaa ujasiri, umevaa uaminifu, umevaa neno moja tu: nakupenda. Kwa hiyo usiku wa leo tutacheza pamoja si ndio? tutacheka pamoja, lakini moyoni mwangu nimekuwa nikijisemea leo nimeoana na mtu wa ndoto zangu. Tumesimama mbele ya wote, lakini zaidi ya hapo, tumesimama mbele ya Mungu. Mkononi mwangu umeweka mkono wako, na moyoni mwako naweka nafsi yangu. Leo na kuahidi mambo ambayo si rahisi kuyasema, kwa sababu ni makubwa, ni ya maisha. Leo siahidi tu kukupenda unapotabasamu, bali hata pale utakapolia. Siahidi kukushika mkono wako kwenye barabara nyofu, bali hata kwenye vichochoro vya giza. Naamini Mungu kanipa wewe kama zawadi uliyeumbwa kunifaa kwenye shida na raha. Wewe ni mwanamke wa maombi yangu, wewe ni yule niliyekuomba kwenye maombi yangu, na sasa Mungu amejibu sala zangu. Nakupenda sana. Leo natamka mbele ya dunia na mbingu, wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiye chaguo la moyo wangu. Nakupenda kwa kila tone la damu yangu. Usiku wa leo umebarikiwa, sio tu kwa maneno bali kwa nguvu ya upendo uliothibitishwa na maisha. Nafikiri muda ambao watasema, leta shampeni Weka keki mezani, waite wageni, tule, tucheke, tujivinjari, kwa sababu hii si harusi tu, ni mwanzo wa maisha mapya. Najua sitakupa dunia nzima, lakini nitakupa moyo wangu wote. Najua siwezi kutabiri kesho, lakini leo nakuahidi, nitakuwa na wewe milele. Sifikiri kama kuna siku nitakuja kutengana na wewe. Najua hiyo haiwezi kutokea. Sifikiri kukimbia kuwa mbali na wewe. Maana sina sababu ya kufanya hivyo. Ila kukusikiliza nitafanya hivyo siku zote. Na kukupenda ni agano la milele. Nitakupenda katika afya na ugonjwa. Katika utajiri na umaskini, katika tabasamu na machozi. Nitakuwa bega lako, kinga yako, rafiki yako, na zaidi ya yote nitakuwa wako wa milele. Hii si hadithi ya vitabu, hii ni hadithi yetu, hadithi ya kweli kabisa. Harusi yetu imefikia hatua ya sherehe, wageni wamesimama wakipiga makofi, wengine wakitokwa na machozi ya furaha. Usiku wa leo umebarikiwa, sio kwa sababu ya mapambo, bali kwa sababu ya upendo halisi uliojaa ndani ya ukumbi. Leo najivunia kukuita wangu, nimefurahi kusherehekea nawe na kila mtu anayeangalia anaona ukweli wa mapenzi yetu, sio maigizo. Huu si mwisho wa hadithi yetu, huu ni mwanzo wa mlango mpya, mlango wa maisha, mlango wa familia, mlango wa maombi yetu kujibiwa. Wageni wakila na kucheka mimi nitabaki nikitazama namna unavyotabasamu bila hofu, namna unavyosalimia kila mtu kwa upendo, na najua hakika, nilijua kuchagua. Hii ni siku moja, lakini kumbukumbu kumbu yake ni ya maisha. Leo ni mwanzo wa safari, na tulianza kwa ngoma, kwa furaha, kwa nderemo tutaendelea na maisha tukiwa na msingi huu mmoja, msingi wa upendo. Leo tulisherehekea kwa pamoja, kesho tutapambana pamoja, lakini kila siku nitakupenda tu, kwa sababu wewe ni wangu, kwenye siku yetu hii ya harusi na kila siku baada yake. Leo ni mwanzo lakini kesho ndio safari, safari ya kuamka pamoja kila asubuhi, safari ya kushikana mikono kila jioni, safari ya kukutana jikoni tukipika chakula chetu wenyewe, safari ya kuoga mvua tukiwa tumeshikana kwa kicheko. Najua maisha si lelemama, lakini kwa kuwa wewe uko nami na mimi niko nawe, tutashinda kila dhuruba kwa sababu tulianza na msingi wa kweli, upendo na sala. Na waza siku tutakaojenga nyumba yetu, sio kubwa sana, lakini iwe ya amani, iwe na bustani yenye maua na kicheko cha watoto. Nimejikuta na waza watoto wetu, na waza jinsi watakavyokuita mama na jinsi watakavyoniita baba, si kwa majina tu, bali kwa maana ya familia halisi. Tujenge familia, tukae na kuhesabu baraka zetu, tuwaambie watoto wetu jinsi tulivyopendana siku ya harusi yetu. Tuwaeleze kuwa siku hiyo tulicheza hadi miguu ikachoka, lakini mioyo yetu haikuchoka kupenda na kuona ukiwa mzazi bora kwa watoto, mlezi wa upendo wangu, mpenzi wa sala zangu, mwamuzi wa maisha yangu. Na mimi nataka kuwa hivyo kwako: niwe mwenye kujifunza, niwe mwenye kulinda, niwe mwenye kusamehe. Hili ni agano letu la mbele, kuwa wakweli kwa ndoto zetu kuwa kweli kwa familia yetu, kuwa kweli kwa Mungu wetu. Sijui ni wadi gani leo, au nichore jina lako kwenye kidani, ili muda wote kuvaa shingoni. Lakini hapana, bado haitoshi. Nitakuvaa moyoni kwenye thamani ya kweli ambapo hakuna wa kuiba wala wa kuharibu. Maisha yetu yajayo yanahitaji juhudi, lakini yatahifadhiwa na upendo, na nitahakikisha kila siku unajua kuwa wewe ni wa muhimu, na kwamba mimi niko hapa siku zote, hadi mwisho. Wageni wameaga, taa zinapunguzwa, viti vimevurugika, maua yanaanza kunyauka, lakini moyo wangu kila kitu bado kiko hai. Nakupenda sana, na si kwa sababu ya nguo ya harusi uliovaa, bali kwa sababu ya moyo ulionipa. Wewe ndiye uliandikwa kwenye hatima ya maisha yangu. Nakupenda kwa maamuzi, si kwa hisia tu. Nakupenda hata pale hisia zako zitakapopoa, maana mapenzi ya kweli ni kazi ya moyo na roho. Nitakupenda hata tukizeeka, hata nywele zako zikiwa nyeupe, hata macho yako yakianza kutokuona mbali. Nitakuwa karibu yako nikiwasha taa ya chumbani ili uone vizuri. Nitakuwa karibu yako na nikiwasha moto wa mapenzi yetu kila siku. Na mimi nataka unitetee mapenzi yangu, nitakupigania mbele ya dunia, ili maneno ya watu yasilete gundu, yasinipotezee mpenzi wangu, maana najua umebeba roho yangu, na hata nikifa leo, ningependa nizikwe na wewe. Sio kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu ya upendo huu hauna mwisho. Wewe ni nuru yangu, niangazie mtima, niangazie moyo wangu, usije kunipanga panga tu, na kuombea kwa Mungu akujalie uzima na maisha marefu na tabasamu lisilofifia. Mwanzo wa safari ya roho, safari ya wawili kuwa pamoja, safari ya nafsi kushikamana hadi mwisho. Leo nakupenda, kesho nitakupenda zaidi, na hata milele nitabaki kusema, baby, today, whatever they say You are here with me to stay. On my special day, on my wedding day. In all days after, nakupenda. Kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika simulizi hizi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, hata kushare. Tuna mengi ya kukuhadithia.